Wa KMC Complex zimekuwa za neema zaidi kwa wekundu wa Msimbazi, Simba, mechi ya kiporo ambacho kilikuwa kimesalia kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Nipo na Dulla Heavyweight kuzitathmini dakika zote tisini kwa namna ambavyo tumeshuhudia mchezo wa hii leo. Hali yako iko vipi e bana, kwema, mambo anasemaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mpira mkubwa, mchezo mzuri, kila timu ikipishana na mwenzie kwa namna ambavyo umetazama Simba kwa kikosi ambacho tulikiangazia kwa asilimia kubwa kimekuwa vile, tofauti ya nafasi moja tu mm. Nambia vile ambavyo umemuona mwalimu Fadlu Davids akimwadhibu vikali. Ah, e, mechi imekuwa nzuri. Kwanza jambo la kwanza, Simba imeweza kuondoka na ushindi mkubwa wa mabao sita sifuri. Umeelewa e? kwa tafsiri ya harakaharaka ni kwamba Simba Sports Club inakuwa timu ya kwanza kumfunga Dodoma Jiji mabao sita manake before mchezo huu Dodoma Jiji waliwahi kufungwa magoli mengi zaidi katika mchezo mmoja dhidi ya Yanga katika mchezo ambao uh, wali, Yanga waliweza kuondoka na mabao manne sifuri, lakini pia waliweza kufungwa na mabao matatu kwa moja dhidi ya Azam FC. Umeelewa? Uh, katika hii scenario watu wasichukulie poa, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili Simba katika mabao yote hao hawa hawajapata mkwaju wa penalti, na maanake inakuwa timu ya kwanza kuifunga Dodoma Jiji zaidi ya mabao matatu pasipokuwa na mkwaju wa, wa penalti. Na kwa mantiki hiyo ni kwamba Simba Sports Club walikuwa bora kwenye mchezo Umeelewa? Na ni, ni, kuna performance kubwa sana nimeiona, kuna vitu vimeongezeka sana kwenye eneo la ushambuliaji la Simba, kwa sababu mwanzo watu walikuwa wanaongea wachezaji fulani na fulani wanaonekana namba zao ziko chini, lakini leo Kibu Dennis peke yake amecontribute Mabao manne katika sita ambayo yamefungwa. Maana yake amefunga mawili na kuweza ku provide assisti mabao mawili. Unajua mimi huwa kuna vitu nikivizungumza watu ni kama wanapuuza au kama wanani wananiona kama na, na bwabwaja unalopoka. Nataka niwaambie watu leo hivi mimi nikizungumza kitu hicho kitu tayari ni proven yani na, nina uthibitisho nacho na nina uhakika nacho. Nilivyozungumza kuhusiana na kuna mjadala uliibuka Max Nzengeli alivyofunga katika mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya Kosti. Uh, eh, kulikuwa kuna mjadala fikiru unakumbuka? Nakumbuka vizuri. Eh, watu niliulizwa swali kwamba ikitokea amesajiliwa Simba. Simba anaweza akaanza kikosi cha kwanza nika doubt. Nikasema ni mchezaji mzuri. Kwanza mwanzo nikasema ni mchezaji mzuri lakini nina doubt kwamba, je, yeah, anaweza kuingia kikosi cha kwanza cha Simba? Kwa sababu nilikuwa nafikiria vitu kama hivi. Nikaulizwa nika Kibu ya vipi? Nikamwambia Kibu ana bado still ana nafasi ya kucheza mbele ya Nzengeli. Leo amefunga na kuprovide assist. Ameassist mara mbili na amefunga mabao mawili. Lakini sio kufunga na kuprovide assist. Ameonyesha performance nzuri. Ni mchezaji ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kufanya mambo mengi uwanjani. Ana uwezo wa kudribble, ana uwezo wa kupiga, ana uwezo wa kucreate, ana uwezo wa kuchezesha timu, ana uwezo wa kukaba, ana nguvu, ana kasi, anapiga mashuti. Sasa mchezaji kama huyu manake kwa lugha ya kitaalamu ni complete player, amefunga kwa kichwa, anafunga kwa miguu yote miwili ni most complete player. Sasa, mimi watu nilikuwa nawaambia, wakawa naona kama huyu bwana mdogo zime, zime. Yeah. Kumbe, mimi ndio ninawaambia wao sasa kwamba nyinyi hamkufanya review yenu vizuri, leo huyu hapo watazungumza nini? Niambie niambie niambie uh, wachezaji waliofanya vizuri leo kwa klabu ya Simba mmoja mmoja, ni wachezaji karibuni wote wanaunda kikosi cha Simba Sports. Lakini tumwangalie Elie Mpanzu kabla hajaenda kwa Jean Jelea, au huko kuna Desem Mkwala Of course wote ni wachezaji ni wa wazuri kwa sababu, kama Mpanzu nimemzungumzia sana sawa, na nikasema hata huu mjadala wa kumfananisha Mpanzu yani, of course, mjadala ipo kwenye football, kwa sababu lazima huyu akiwa na huyu lazima na huyu atataka awe na huyu, hiyo vitu vya kawaida ulingani. Lakini nili, nilitoa, nilitoa tahadhari nikasema huyu Mpanzu kwenye ligi hii haiwezi kumshinda mwanzoni kabisa natua nikasema huyu Mpanzu kwenye ligi hii haiwezi kumshinda s kwenye yale majaribio yake kule KRC Genk alifunga mabao matatu kwenye mechi tatu kule ni wapi Belgium, Belgium. umenielewa sasa mchezaji kama uta, utakuja useme ligi ya Tanzania mshinde. Inawezekana Vipi? ligi ya Tanzania, serious, imshinde ligi ya Tanzania kwa hiyo nikazungumza nikasema Na, leo amefunga moja wa goli bora amefunga goli mp, la, la, la, ame, kuna mpira alipiga alifanya attempt nje kidogo ya box kwa shuti kali Hawa dodo watu wasichukulie poa. Hawa dodo majiji huwa hawakonsidi sana aina ile ya magoli. Ili la kwa la pili tu kwenye magoli yote walio konsidi. Ili la kwa la pili. Umeelewa? Mara mara mwisho kabla Mpanzu kufunga leo walifungwa dhidi ya Kagera Sugar katika attempt kama ile ilipigwa na Ibrahim Kasim Feka. Umeelewa? Kwa shuti kali. Leo Mpanzu nawafunga tena. Kwa hata ile structure ya kiulinzi huwa mara nyingi wanaruhusu makosa pembeni kwenye half space kama goli aliyofunga Janchalia huu ambao linafanana na Pitaluasa aa katika mchezo pia dhidi ya Kagera Sugar vile vilevile, Peter Lwasa alipokea mpira kwenye timu eh, sio, sio kuruhusu, lakini hata mipira mirefu kwa kupitia mpira mrefu nyuma ukaenda kwa Shabalala ambaye alipiga cross ilo mkuta huyu janjalahu akafunga sine kumbuka ile goli hawa wamekuwa ki, anatakiwa aangalie jinsi gani anaweza kuzuia ilo tatizo, kwa sababu sio mechi moja tu. Katika mchezo dhidi ya Ken Gold wanatoka sare ya mabao mawili kwa mawili, mipira yote, mabao yote mawili ambayo walifungwa ilitokana na mipira mirefu nyuma, imepigwa mipira mirefu kutokea eneo la build up la Ken Gold mpaka kwenye eleo la mbele inasababisha attempt ambazo zinaenda kuzalisha mabao, lakini dhidi ya Azam FC, namalizia dhidi ya Azam FC katika mabao matatu. Azam alishinda tatu moja kule Dodoma, bao moja walipata, wali kwa jile, walipata penalty, lakini kuna mawili yote yalitokana na mipira mirefu okay. Kutokea nyuma, moja ulipigwa na Ayani Kibangala menelewa goli ikafungwa na Saaduni, nyingine ilipigwa na goalkeeper eh, Mohamed Mustafa mpira baadaye goal likaja likafungwa na Jibril Sila, manake ulitua kwa e, Saaduni akamsetia Feitoto Feitoto akamtetea Lusaju Lusaju akapiga kwa Jibril Sila Jibril Sila akafunga. Kwa hiyo kwa mara hiyo naongea haraka haraka, kwa maana hiyo wanatakiwa waangalie jinsi gani wanaweza kuzuia mipira mirefu. Kwa hiyo kwa upande wa Simba wameweza kutumia zile weakness na kupata mm. mabao mm. si umeelewa? Kwa hiyo nawaambia, nawambia hakuna kitu kipi ambacho kimetokea kwenye huu mchezo na Simba mpaka wanafunga mabao sita pasipo penalty pasipo blanda yoyote, kwa sababu mechi ya mwisho ambao waliwahi kufungwa mabao mengi ilikuwa ni nne sifuri, ambako kulikuwa kuna blanda Ramadhani Kayoko nafikiri na, ni arajiga alitoa penalty ambayo si halali, umenielewa? Mudikala ndo alihusika kwenye ile penati lakini hakumchezea faul Prince Dube, lakini Dube pia katika mchezo huo huo akafunga bao la, la offside ambayo ikawafanya hao Yanga kuwafunga mabao manne, ambao ndo kwa muda ule ilikuwa anashikilia rekodi ya kufunga mabao mengi kwenye mechi moja ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo Simba kufunga magoli ambayo ni halali yote, nataka tuwape heshima. hiyo rekodi iweke sawa, ni kwa upande wa Dodoma na Simba Sports Yeah. Eh, kwa idadi ya mabao maana watu wanaweza kadhani unazungumzia ujumla wa ligi. Wow, of course kwenye mechi zote ambazo Dodoma wamecheza msimu huu so far mpaka tunafika mm hapa -hmm. Yanga ndio mwanzo alikuwa amemfunga Dodoma jiji mabao mengi zaidi 4-0. Kwa sasa hivi, dio, shikili, shindani, sasa hivi rekodi hiyo inashikiliwa na Simba. Niambie ushindani sasa unavyoona sasa wa mabao 12 hivi lakini wapo ambao wanamkimbiza nyuma yake. Ah ni mchezaji mzuri na nimeshazungumza sana mm -hmm. Sawa. Unajua hapa tutakuwa tunafanya repetition lakini huyo mchezaji ni mzuri na mara zote nimesema system ya Simba inambeba. Watu walikuwa hawaelewi. System ya Simba inambeba. Yaani, kwamba namba kumi anahitajika na Simba ni yule ambaye ana uwezo wa kufunga, hana mambo mengi, anafanya vitu basics za mpira, anapiga pasi kwenye maeneo, ana provide assist pale anapokuwa kwenye nafasi ya ku provide assist; anafunga pale anapokuwa kwenye uh, position nzuri ya kufunga. Ile ndo namba kumi ambayo Simba walikuwa wanahitaji. Sio, umeelewa? Yeah. Goli lipi ambalo limekufurahisha zaidi? Wenda ni, niweke kwa nini? Laeli Mpanzu, mm. Laeli Mpanzu kwa sababu alifanya attempt ambayo uh, ilikuwa ni ni nzuri lakini kuna goli ambao waliifunga Simba kwa kupitia kwa Kibu Dennis. Goli la pili la Kibu Dennis nalo ni zuri kwa sababu ndani ya penalty box anafanikiwa kumtoka mtu na kuweza kufunga. Ile ni bonge moja la goli pia nimelipenda sana lakini man of the match wangu mimi kwa upande wangu mimi ni Kibu Dennis. Prosper. Of course, anastahili leo. Hili Mpanzu alikuwa na performance nzuri lakini Kibu, mm, ana, ana, anastahili leo. Nashukuru yeah sana hivyo nashukuru nashukuru.